Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa kimewataka waliokihujumu chama hicho kwa kuisaidia ushindi chama cha upinzani kujiondoa mapema kabla ya taratibu za chama hicho kuchukuliwa. Usaliti huo ambao unatajwa kuleta madhara na kusababisha CCM kupoteza jimbo la Iringa mjini pamoja na kata kumi na nne kuchukuliwa na upinzani unadaiwa kufanywa na viongozi wa ngazi ya juu ya chama hicho. Oliva Moto na taarifa zaidi. ni ndani ya ukumbi wa chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Iringa katika eneo la sabasaba saba, ambapo wanachama wa CCM wanajadili sababu za jimbo la Iringa mjini kutwaliwa na upinzani. Lakini wanachama na wapenzi wa chama cha Mapinduzi leo tumeitana oh, ili tukiweza kupeana utaratibu na yeah, mwenendo mzima yeah, wa matokeo ya uchaguzi wetu yeah, yeah. Elisha Mwampashi ni katibu wa CCM wilaya ya Iringa. Pasipo kupepesa macho, anaweka bayana jambo hilo ambalo analiona ni usaliti uliofanywa na baadhi ya viongozi mamluki katika chama hicho. Ni kwamba wako viongozi wenzetu wamekisaliti chama hiki yeah! Nitoe wito kwa viongozi wanaodhani wanatuhumiwa, hawana sababu ya kuwachukia wale wanaotuhumu wala wale wanaowasema badala yake wajiulize kwa nini wanatuhumiwa, wajitathimini kupitia maneno na vitendo vyao na ushiriki wao wakati wote wa mchakato tangu hatua wa za mwanzo mpaka hatua hii ya mwisho wa upigaji wa kura. Mwampashi anasema upo ushahidi wa viongozi hao kuhusika katika hujuma hiyo. Yako malalamiko mengi kuhusu mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa naendelea kuyapokea na ninyi wenyewe mnaendelea kutuletea. Sasa ukishasema mwenyekiti wa CCM wa mkoa kwangu mimi unaliondoa. Aidha, anazungumzia mustakabali mzima wa kinachofanyika kwa sasa. Malalamiko haya kuhusu mwenyekiti wa CCM wa mkoa, wajibu wetu sisi ni kuyafanyia kazi na kuyafikisha mamlaka ya mkoa viketi kuona hawa wanaosema wametusaliti ni kwa kiwango gani wametusaliti? Wamefanya nini katika usaliti wao? Ni kwa kiwango gani wamekiathiri chama? Kwa kiwango gani wamewaathiri wanachama? Akijibu tuhuma hizo, Jessica Msambatavangu, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa, ambaye ni miongoni mwa viongozi wanaonyooshewa kidole, anafafanua jambo hilo huku akisema suala hilo ni uvumi tu. Hizi ni lugha za watu wa vivu wa kufikiria. Huwezi ukafikiri kundi la watu watano au kundi la watu kumi au kundi la watu ishirini, tuseme hata wakiwa hamsini, waiangushe CCM wa, wa, waiangushe CCM yenye wanachama ishirini na sita elfu ndani ya manispa inawezekana kweli? Kuhusu kujiondoa katika chama Msabata wangu anasema kamwe hayupo tayari kwa madai kuwa kuna kundi la vijana wachache wanaoendesha mpango huo kwa maslahi ya viongozi, ili kundi la watu tisa lifanye kazi ya kushawishi wanachama arobaini na tatu elfu waweze kuipigia kura Chadema. Hafu nyinyi mlio ishirini na sita elfu mshindwe kuwashawishi watu hata arobaini na tatu elfu? Mkoa wa Iringa una majimbo saba ya uchaguzi. Jimbo lililopotea ni la Iringa mjini peke yake. Mimi kama mwenyekiti wa mkoa nawajua kwa mkoa mzima. Kwa nini kwenye mabango yao waandike Jessica aondoke? Kwa nini wasiandike mwenyekiti wao wa wilaya ndio aondoke? Sijiuzuru na ndicho kitu wanachokitafuta siku zote. Kwamba mwenyekiti tumfiligise filigise tumfanyie figiso figiso ili ajiuzuru. Sasa nasema hivi, sijiuzuru cheo cha mwenyekiti wa CCM mkoa. Ila tu nitafuata taratibu za kisheria kuhakikisha hiki kikundi cha uasi kilichotengenezwa ndani ya chama tunatafuta namna kwa kufuata taratibu na sheria na kanuni zetu kuhakikisha kile kikundi kinang'olewa. Msambata wangu licha ya nafasi aliyonayo ya wenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa, pia alikuwa ni miongoni mwa watiania wa nafasi ya ubunge jimbo la Iringa mjini ambapo kura za maoni kwake hazikutosha kumwezesha kuwa mwakilishi wa CCM katika jimbo hilo, kwani wanachama wa CCM walielekeza kura zao kwa Fredrick Mwakalebela ambaye kwa mujibu wa msimamizi wa uchaguzi jimbo la Iringa mjini, Mwakalebela ameangushwa katika uchaguzi huo na Mchungaji Peter Msigwa wa Chadema ambaye ametajwa na nek kuwa ndiye mshindi wa kiti cha ubunge jimbo la Iringa mjini. Oliva Moto, Star TV, Iringa.